President Moi alikuwa kwa kiti, watu wakasema, o oh, Moi ni mbaya, Moi amekaa sana, Moi anafanya A, anafanya B, anafanya C, wakaungana pamoja 2002, wakatoa Moi, wakaleta Kibaki. Kibaki akakuja akasema, o oh, Kibaki sasa amekuwa mkono ngumu, ni mtu mwanauchumi, aleti pesa nini, wakasema Kibaki tamu yake ya mwisho ile ameiba kura, ni mtu mbaya, Kibaki aende. Wakafanya handshake kidogo, nusu mkate, akakaa kwa hiyo hiyo serikali ya Kibaki. Wakaanza kukumbuka siku za Moi kwamba Moi alikuwa anaweka pesa kwa ground, watu wanapata pesa juu, Kibaki naye ameshikilia pesa, atoi pesa. After Kibaki kutoka, wakaleta Uhuru. Uhuru akafanya fanya mambo yake, wakaanza kulia Uhuru ufisadi uko juu, madeni uko juu, heri Kibaki. Kibaki alifanya one akafanya two kafanya three. Haya, tamu ya mwisho ya Uhuru, wakasema Uhuru ni mlevi, Uhuru aende. Uhuru amefanya anti-shake na mganga, wakatoa Uhuru na Raila wakakataliwa. Saa hizi ni William Ruto. William Ruto ndio huyu mnalia kwamba oh, ni mbaya, anafanya mambo mabaya yeye anafukuza viongozi. Hata mkitoa William Ruto, next regime yenye inakuja bado mtamsema William Ruto ni mzuri na hiyo regime ni mbaya. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu viongozi ambao tumekuwa nayo Kenya hii ajenda yao kubwa inakuanga ni kutoa president kwa kiti. Wakishamtoa hawananga ajenda yingine na hii nchi, hawana vile watapanga nchi, walete investors, warudishe chini uchumi warudishe chini bei ya mafuta, waone vile wananchi, miradi ya maendeleo itawafikia, kazi mashinani zifikie vijana, kampuni zifunguliwe. Hawana hiyo mipango, wako tu na mipango, tutoe William Ruto kwa kiti peke yake. Lakini ukiwauliza sasa, mkisha mtoa kwa kiti William Ruto, mnafanyia nini hao wananchi? Mnawaletea nini? Mmejipanga kufanya one two three namna gani? Hawana ajenda ingine yote. Mimi niwaambie hivi ndugu zangu, Pigieni William Ruto kura 2027 tumalize hii maneno.